lakini pamoja na wagonjwa wote kutibiwa anaguswa sana na wanawake. Anasema anataka wanawake wakijifungua wajifungue salama. Kwa hiyo lazima waletee wale huduma hapa, karibu na madaktari, hapa karibu na hapa, karibu na na vifaa hapa karibu. Kutoka kule sina gulo kwenda wapi? Hadi ufike mjini huko, njiani uchungu, na ukajifungulia njiani na mtoto akapata shida, wewe mwenyewe ukapata shida, shida. Lakini hapa amekuwa karibu, kapata eh, lakini pia zaidi ya kuweka hiyo, lakini anataka watoto pia mkijifungua wawe salama kwa hiyo niwaambie hivi yeah, bado watu wachache wanajifungulia nyumbani? Au tunawatafuta ni wachawi? <laughs> kwa sababu mtu ameshaweka hospitali majengo mazuri, kaweka vitanda vipya vizuri, yeah, mashuka mazuri kipya kipi, kwa nini ujifungulia nyumbani tena? Alafu ule mkunga akiona sasa, bahati mbaya umezidiwa, ana, aa, aa, sasa hapa mambo emkimbia mkimbizi, si anakukimbia nakukimbia sasa e, na na e, anakukimbia wakati hali wa ishakuwa mbaya, ukija hospitali huku aidha umekufa njiani mm. Lakini dhamira Mheshimiwa Rais anatamani kila mwanamke jukumu la kuzaa tumepewa na Mungu lisiwe jukumu la majuto, ndio ni jukumu la furaha na kila anayejifungua atoke salama na. Kwa mimi nawapongeza nyie ambao mmeleta watoto wenu hospitali mm, kuja kujifungulia hapa. Hongereni sana, jipigieni makofi lakini mkirudi huko waambieni na wenzenu, mmesema hapa mnapata huduma nzuri, wataalamu wapo, waambieni na wenzenu waje kujifungulia hospitali. Mheshimiwa Samia kaweka kila kitu, manesi mi, tangu nimeingia hapa naona anatabasamu tu, anapiga nami picha, ana furaha hivi. Kuna mtu anatabasamu, unasikia na wewe, hata uchungu unapungua kidogo, una eh. Basi sasa hakikisheni mnaambia na wenzenu waje wajifungulie hospitali. Mheshimiwa rais kashaweka mambo mazuri leo tunaposherehekea miaka yake minne tangu aingie madarakani tunaona mafanikio makubwa. Tuniona... leo kama siku ya rais wetu katika kutimiza miaka minne ya utawala wake tumeona mafanikio makubwa, na nataka niseme ni mapinduzi makubwa sana kwenye sekta ya afya. Ninyi ndugu zangu, wana Bahi, bado mnaenda kimtingu. Sasa mwanze kuitumia zahanati yenu mwanze kutumia kituo cha afya, mwanze kutumia hospitali ya wilaya, na hospitali yetu ya wilaya ina utaalamu mkubwa sana. Kwa hiyo naomba ile wazo mlikuwa mnaenda kinukingu, na mlikuwa mnaenda kwa sababu mlikuwa hamna zahanati, sasa muhamie hapa, na hii ni zahanati ya kwenu, mwanze kuitumia. Kwa hiyo ndugu zangu, tuendelee kumwombea rais wetu na kazi hizi kubwa ambazo zimefanyika kazi kubwa ambayo sisi natakiwa tufanye wananchi ni kujiimarisha zaidi kwenye shughuli za kiuchumi, lakini kwa maana ya miundombinu na huduma za serikali, serikali ya awamu <laughs> ya sita <laughs> imefanya kazi kazi kubwa sana. Kwa hiyo ndugu zangu, tuendelee kumuunga mkono rais wetu. Kwa mkuu wa mkoa tunajivunia ufunguzi wa zanati hii, wananchi wananchi hawa wa kijiji hiki cha Naguro Bahi walikuwa wanatumia muda mwingi kwenda katika hospitali yetu ya wilaya, lakini pia katika mkoa wetu wa jirani wa Singida katika wilaya ya Manyoni. Sasa hivi tuliwaahidi mwaka jana, halmashauri ya wilaya Bahi tulikuwa tuna viporo vingi vya zahanati ambapo toka mwaka 2021 vilikuwa havijamaliza na kwa bahati nzuri mwaka jana vipolo vitatu tumekamilisha na tumezindua zaanati ikiwepo zaanati ya Mkakatika, zaanati ya Chidilo pamoja na zaanati ya Chilunguru. Na mkakati wa mwaka huu, Mwenyezi Mungu akitujalia, zaanati tatu tunaweza tukazizindua, ambapo moja tayari zaanati ya Nagulobahi, zaanati ya pili ni ya Nguji, lakini ya tatu ambayo tunapambana nayo ni zaanati ya Mapinduzi ambayo iko katika kata ya Kigwi. Mheshimiwa mgeni rasmi, zahanati hii hapa unayoiona tukushukuru sana mchango wako wa mifuko ambayo ulitusaidia mwaka jana katika mkoa wa Dodoma. Uliona Bahi ni sehemu yako na ulikuwa unachukizwa sana na hivi viporo vya zahanati, ukatupa ile mifuko na sisi tumeitumia vizuri, ambapo zahanati hii jumla ya mifuko 550 imeweza kutekeleza jengo hili hapa pamoja na hiki choo unachokiona. Tunakuahidi mwaka huu sisi wa fedha tumetenga tena shilingi milioni 40 kwa ajili ya ujenzi wa jengo hili ambalo tunategemea tutakuja kulianza baada ya mwaka wa fedha mwezi wa saba kupinduka. Kwa majina naitwa Dr. Gerald Kilian, ni kaimu ni kaimu mganga mfawidhi wa hospitali ya wilaya hii ya Bahi. Tunashukuru kwa ugeni huu mkubwa, ugeni huu muhimu kwa ajili ya kukagua maeneo yetu au majengo yetu ambayo yako kwenye mradi kwa sasa, ambayo ni majengo matano pamoja na njia ya kutembelea wagonjwa. Kwa, kwa sasa miradi yetu imeisonga mbele kwa kiasi kikubwa, tumeshafikia hatua karibia na mwisho, kwani mwisho wa mwezi huu ndio ambao tunakwenda kukabidhiwa mradi. Tunashukuru kwa fedha ambayo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Samia ambayo ametuletea ambao ni milioni 350 ambayo tumeweza kuitumia vizuri kuhakikisha kwamba majengo yetu yanakuwa katika viwango vizuri kwa ajili ya kutoa huduma stahiki kwa ajili ya wateja wetu.